Kitabu cha hekima ya Sulemani sura ya kumi na tano na ya kumi na sita. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, ni wakati mwingine tena tunakutana katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Unaweza ukaungana na sisi kwenye chaneli yetu ya YouTube pamoja na Facebook zinazofahamika kwa jina la Jerusalem Family TV. Mwalimu Petro na Evodia Mazwile ili tuweze kusoma neno la Mungu kwa pamoja. Tufungue kwa sala, ili watu wa Mungu tuanze rasmi usomaji. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakushukuru, tunakuinua na kukutukuza, tunanyenyekea e Bwana mbele zako, tukiamini upendo wako uko na sisi, maana Mungu umesema ukiwa upande wetu, wala hakuna aliye juu yetu. Ndio maana tunakuomba utusaidie tuweze kusoma neno lako na tuweze kulielewa tukinge na kila roho zote za yule mwovu Shetani, tukinge na kila roho zote za adui na uharibifu. Neema yako na upendo wako tunaomba ewe Bwana vitufunike na damu ya Yesu inenayo mema kuliko damu zote, inene mema katika fahamu zetu, ili neno lako ili ewe Bwana liweze kutuingia na kutupa uzima katika jina la Yesu Kristo, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane tuanze rasmi usomaji kitabu cha hekima ya Sulemani. Sura ya kumi na tano. Lakini wewe, Mungu wetu u mwenye neema na kweli, mvumilivu na katika rehema unaratibisha mambo yote. Kwa maana ikiwa sisi twatenda dhambi, tu wako. Tukiujua utawala wako, walakini sisi hatutatenda dhambi tukijua ya kuwa tumehesabiwa kuwa wako kwa sababu kukufahamu wewe ni haki tupu, na kujua utawala wako ni shina la kuishi milele. Kwa maana hukutupotosha kwa sanamu ya ufundi mbaya wa mwanadamu, au kazi bure ya wapiga picha, sura ya kitu iliyopakwa rangi mbalimbali mbali. hata kuitazama huongoza wajinga kunako tamaa na shauku yao ni sura isiyo na pumzi ya sanamu isiyo na uhai. Wazifanyao ni wapenda maovu, wastahilio matumaini ya namna hiyo, pia na wao wazitamanio, na wao waziabudio. Kwa maana mfinyanzi akikanda udongo laini, huumba kwa kazi ya kuchosha kila chombo kwa matumizi yake. Naam, kwa udongo ule ule huviumba vyombo vyenye utume safi na utume usio safi. Naye fundi mwenyewe ndiye mkata neno. Tena akifanya kazi kwa nia mbaya, huumba Mungu hafifu katika udongo ule ule. Naam, yeye aliyefanyizwa mwenyewe katika udongo hivi karibuni, ambaye baada ya muda kitambo atakwenda zake kurudia ule udongo ambao alitwaliwa ndani yake, atakapotakiwa kurudisha uhai wake aliyoazimiwa. Walakini hujisumbua sana, si kwa sababu nguvu zake za fifia, wala si sababu maisha yake ni mafupi, ila anashindana na mafundi wa dhahabu na fedha na kuiga kazi yao, wasubuo shaba. Naye huona fahari kuwa anafinyanga miigo. Moyo wake ni majivu na taraji lake lina thamani ndogo kuliko ardhi. Na uhai wake umepungukiwa na heshima kuliko udongo. Kwa sababu hakumtambua yeye aliyemumba, akampulizia roho ya wapesi katika kutenda akamp mtilia pumzi ya nafsi hai, bali aliuhesabu uhai wetu kuwa mchezo na maisha yetu kuwa tamasha iletayo faida. Maana alisema ya kama imempasa mtu apate faida awezavyo, ingawa ni kwa njia mbaya. Mtu huyu kuliko watu wengine wote ajua ya kwamba atenda dhambi, mradi katika ule udongo huumba vyombo vilivyo vyepesi kuvunjika, tena na sanamu za miungu. Lakini walikuwa wapumbavu kuliko wote na wenye roho dhaifu kuliko watoto wachanga. Hawa wote adui za watu wako, waliowatesa mara kwa mara kwa kuwa walihesabu sanamu zote za mataifa kuwa miungu, ambazo huzitumia macho kwa kuona, wala pua kwa kuvuta pumzi, wala masikio kwa kusikia, wala vidole kwa kupapasa. Tena miguu yake haifai kitu kwa kutembea, kwa kuwa ni mwanadamu aliyezifanyiza na mtu ambaye ameazimiwa roho yake aliziumba, mradi hakuna awezaye naye ni mwanadamu kuumba mungu kama mwenyewe, ila alikuwa ni mwenye kufa afanyiza kitu cha kitu chenye kufa kwa kazi isiyo halali ya mikono yake. Naam, yeye mwenyewe anayo faida kuliko zile aziabuduyo, kwa jinsi yeye kweli alikuwa na uhai, bali hizo hazina kamwe. Tena hao pia waviabudu viumbe hai vilivyo makuruhi mno, ambavyo kwa habari ya upungufu wa akili vyachukiza kuliko vyote vingine wala kwa kuviangalia kuvilinganisha na viumbe havina uzuri hata mtu avitamani, bali vimeepukana na masifio ya Mungu na baraka zake. Sura ya kumi na sita. Kwa sababu hiyo Wamisri waliadhibiwa ilivyostahili kwa njia ya viumbe vya namna hiyo na kuteswa kwa wingi wa watambazi. Ila wewe, badala ya adhabu, waliwapa Waisraeli fadhila na kuwawekea tayari kware wa chakula cha namna ya kigeni, ya kuonja kwa kadri ya tamaa ya roho zao, ili makusudi wale adui wakitamani chakula wakiri wakirihike na tamaa kwa kionjo cha vyura na viumbe walivyopelekewa. Bali hao watu wako waliopungukiwa chakula kwa muda mchache, washirikishwe hicho chakula kigeni, kwa kuwa iliwapasa wale kwamba wajiliwe katika udhalimu wao na uhitaji ulioepukika bali hao waonyeshe tu jinsi adui zao walivyoteswa, mradi hao walipojiliwa na ukali utishao wa hayawani na kuwa katika kuangamizwa kwa kuumwa na nyoka. Hata hivyo, asira yako haikudumu upeo, ila kwa kuwaonya waliosumbuliwa kipindi wenye ishara ya uovu, ili kuwakumbusha maagizo ya sheria yako. Kwa kuwa yeye aliyeigeukia nyoka ya shaba aliokoka, si kwa ajili ya hiyo iliyoonekana, bali kwa ajili yako wewe uliye Mwokozi wa wote. Naam na, na kwa njia hii uliwaharakisha adui zetu, ya kwamba ndiwe uokoae katika kila baya. Maana wale adui kuumwa na nzige na manzi kuliwaua, isionekane njia ya kuponya na maisha yao, maana wamestahili kuadhibiwa na vidudu hivyo. Bali watoto wako hata meno ya majoka yenye sumu hayakuwaweza, maana kwa rehema zako uliwapitia walipokuwapo ukawaponya. Mradi waliumwa, ili makusudi kuwakumbusha maagizo yako na kuponya upesi, wasije wakaanguka katika usaulifu mzito, hata wasiweze kusaidiwa kwa fadhili zako, kwa kuwa hakika waliponywa si kwa mti wala dawa ya kubandika yenye kutuliza maumivu, bali kwa neno la Bwana, Bwana lenye kuponya yote, madhali wewe unayo mamlaka juu ya uhai na mauti, wateremsha mpaka malango ya kuzimu na kuleta juu tena. Hivyo hata mtu awezaye kuua katika ukorofi hawezi kuirudisha roho iliyokwisha kutoka, wala kuiweka huru roho iliyokaribishwa kuzimu. Lakini haiwezekani kujiepusha na uwezo wako, kwa maana wale wakorofi wa Misri walikokataa kukujua, walipigwa kwa nguvu za mkono wako wakafuatiwa na mvua za kigeni na mvua za mawe na tufani zisizozuilika, wakateketezwa kabisa na moto. Tena nayo ni ajabu kupita yote, katika maji yawezayo kuzimisha vyote moto ukazidi kuwaka kwa nguvu, madhali ulimwengu huwapigania wenye haki. Kwa maana wakati huu mwali ulipungukiwa na ukali wake, usivichome vile viumbe vilivyopelekwa juu ya wadhalimu, ila wale wenyewe watazame na kuona ya kwamba wamefuatiwa na hukumu ya Mungu. Tena wakati huu uliwaka hata ndani ya maji kupita nguvu za moto ili kuharibu mazao ya nchi ile isivyo isiyo haki. Badala ya hayo, uliwapa watu wako chakula cha mashujaa, ili wale na mkate toka mbinguni uliowawekea tayari bila kazi yao, chakula kilicho kitamu na cha kupendeza, tam, tamaa ya kila mtu, kwa maana kitu chenyewe kiliudhihirisha utamu wako kwa watoto wako, na kwa kushibisha shauku ya mlaji kikajichanganya kama kila mtu alivyochagua. Walakini kile kilichofanana na theluji au barafu kilistahimili moto bila kuyeyuka, ili watu wapate kujua ya kwamba moto ulikuwa ukiharibu mazao ya adui, ukiwaka katika mvua ya mawe na kumulika ndani ya mvua pia. Moto huo ukawa umesahau uwezo wake, ili wenye haki washibe, madhali ulimwengu ukikutumikia wewe muumba wetu, huuzidisha uwezo wake juu ya wasio haki ili kuwarudi tena, huupunguza kwa ajili yao wakutumainio ili kuwafadhili. Kwa hiyo wakati ule nao moto ukajigeuza kuwa wa kila aina, ukakutumikia wewe unayehifadhi mambo yote katika wema wako, kwa kadiri ya tamaa yako waliokuwa na haja; ila watoto wako Bwana, wapendao wajifunze, ya kwamba si mazao ya matunda ya ardhi yanayomlisha mtu, ila kwa neno lako wakutumainio huhifadhika kwa maana kile kitu kiitwacho mana kisichoharibika kwa moto, kiliyeyuka kwa kupata moto wa kiango dhaifu cha jua, ili ijulikane ya kama imetupasa kuamka kabla ya jua, ili kukushukuru na kukuomba dua wakati wa mapambazuko, mradi tumaini lake asiye na shukrani litayeyuka kama sakitu wakati wa baridi na kwenda zake kama maji yasiyo na faida.